Uh, mwaka huu kauli mbiu yetu ya nane nane itakuwa chagua viongozi bora kwa maendeleo endelevu ya kilimo, mifugo na uvuvi. Hiyo ndio itakuwa kauli mbiu, ni mwaka wa uchaguzi. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha kwamba pamoja na shughuli zetu lakini sisi kama wakulima, uh, wafugaji na wavuvi tunadhani kwamba tuna wajibu wa kuchagua viongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya sekta ya kilimo. Uh, mliona mwaka jana nane nane ilikuwa tofauti kidogo, ilitumia baadhi ya maeneo prefabricated uh, facilities, lakini wanahabari mkipata nafasi mtaenda kuona kuna permanent structures zinajengwa sasa hivi ndani na zingine nje. Uh, Mheshimiwa Rais aliweka jiwe la msingi la kiwanda cha kuunganisha matrekta. Ujenzi wa kiwanda unaendelea. Uh, ndani ya nane nane, tutakuwa na National Mechanization Hub. Kituo cha kitaifa cha zana za kilimo ambacho kitakuwa kina vifaa vya kisasa vikubwa kabisa ambavyo tumeshaanza process ya kuvinunua. Uh, ndani ya nane nane kutakuwa kuna youth center, ndani ya nane nane kutakuwa kuna conference facility. Uh, lakini mkienda safari mtaenda kuona shughuli za vipando vimeshaanza. Mm-hmm lakini ndani ya nane nane, ili baada ya hapo maisha yaendelee kuwepo na nane nane iwe active, ndio maana tunaweka hizi facility uh, mtaona uh, zile prefabricated, zingine zitakuja zitafungwa, zitakazokuwa permanent ambazo zitakuwepo za muda mrefu. Kwa hiyo tunaendelea kuki upgrade kiwanda nani, kiwanja kinaendelea kuwa upgraded, ili kiweze kufikia hadhi ya kimataifa na chambea kitakuwa hivyo hivyo. Ni mpango wa serikali baada ya viwanja hivi viwili ku upgrade viwanja kama Nyakabindi, Morogoro, Arusha, uh, Tabora uh, kwa maana ya Tabora kitakuwa kina cover western and lake zone, yani western part of the country yani ule ukanda wa magharibi. Nyakabindi itakuwa ndio center kwa ajili ya lake zone, ya namna hiyo Uh, Coastal and Eastern tutakuwa hapo Morogoro, uh, lakini kile kipande cha Lindi na Mtwara kuna kiwanja kikubwa sana cha Lindi tutaki upgrade ili kiweze kufikia level hiyo kwa ajili ya kuhudumia ukanda ule nyanda za juu kusini. Uh, viwanja ambavyo vitakuwa na hadhi kama ya Dodoma vitakuwa ni viwili, cha Mbeya na cha Dodoma, ndio vitakuwa na hadhi ya international lakini hivi vingine vitakuwa upgraded laki havitakuwa <coughs> size exactly kama vya vya <coughs> vya Dodoma <coughs> na Mbeya, lakini vitakuwa ni viwan, viwanja ambavyo vina hadhi nzuri, sio kama ilivyo, ili shughuli ziendelee kuwepo mwaka, mwaka mzima. Usajili leo nazindua rasmi tuvuti kwa ajili ya watu kujisajili kwa ajili ya nane nane, ninaizindua rasmi kuanzia sasa wanaotaka kushiriki watatakiwa wajisajili online, na nitumie nafasi hii. Watanzania sisi huwa ni last minute, ni waombe sana. Mwaka jana tumepata shida, watu wamekuja last minute, wanataka na mwaka jana zipo taasisi za serikali tulizinyima. Nataka tu niseme lazima wazi, taasisi za umma zinazotaka kushiriki kwenye nane nane waanze kujisajili sasa hivi. Hatutampa privilege taasisi yoyote ya serikali kaja last minute, halafu tumnyime fursa mtanzania mwingine ambaye alikuwa anataka kushiriki nane nane kwa sababu tu yeye ni taasisi ya serikali.